Wakai katika maisha yetu lakini mwisho wa mwanadamu ni mwanzo wa Mwenyezi Mungu, tuseme amen. Ndio nikawaida kufika mwisho, nikawaida kuona kwamba maombi yako mejibivi, nikawaida nimetafuta kazi kwa muda mrefu sana, nikawaida nimepataka ya mungu nyingi sana katika kwambilia yangu

abiblesoia hata kama nimewateka watu wote mimi hivyo, na niko na amani katika moyo wangu, nina nguvu ya kuvumilia maisha kwa sababu nimekwisha kuchagua kitu ambacho kina maana katika maisha haya. Sio ala, sio majani, kitu kitakuwa na maana katika maisha ni kuwa na Yesu.